Mheshimiwa Mwenyekiti, ilikuwa nataka ni stress swala moja ambalo tusema kweli sisi kama management na mamlaka tunaenda kufanyia kazi. Naomba nirudi kwenye kifungu cha sheria cha 128 mbili kifungu kidogo cha pili b, kutotekeleza masharti yanayohusu upendeleo ikiwemo upendeleo wa asilimia 30 kwa makundi maalum ni kosa la jinai, na hiyo ni kwa, kwa, kwa mujibu wa sheria ya ununuzi wa umma na bahati mbaya ina adhabu hii sheria inakwambia, kwa mujibu wa kifungu tajwa, mtu anayekiuka sharti tajwa atakuwa ametenda kosa na akitiwa tiani atawajibika kulipa faini isiyozidi shilingi milioni kumi au kifungu cha kipindi kichozidi miaka mitatu. Hili swala la kisheria kabisa kabisa, na mi naamini katika miradi mizuri mnayoifanya, ndio maana tukauliza changamoto ni nini, tushirikiane na mamlaka, na ningependa sana ni, ni stress ni, ni, ni underline neno moja maalum au special. Bahati mbaya sana neno hili yalijapokelewa inavyotakiwa, watu wamedhani special ni watu dhaifu, lakini hapana. Na ndio maana hata sisi mamlaka katika kampeni zetu labda tunataka tusio nazungumza sana hivo, tuzungumze vijana, wanawake, wazee na walemavu. Vijana ni wale ambao wajapata opportunity kama za kwetu engineer, mi na wewe, ambao tumeajiriwa, lakini wana qualities sawa na sisi ni maenjinia wazuri wa maji. Sasa wale tunawashauri kwamba wajiunge kwenye kikundi, waweze kutupa hata technical services, hata huduma za ushauri, huduma za ujenzi. Kwa hiyo nadhani ni concept ambayo bahati mbaya sio tu kwa mamlaka hii, kwa taasisi zote za umma hawajalipokea hivyo, wakidhani kwamba hivi ni vikundi dhaifu vya kuwapa kazi za kusafisha, kazi za kupika. Hapana, mpaka technical jobs, na ndio ambalo linatakiwa sasa hivi. Sisi PPRA, nataka tushirikiane na nyie kuja tukitizama mipango yenu ya ununuzi APP, tunaona kuna nafasi nyingi tu kule, ni kukaa pamoja tukakubaliana na hata ikifikia hatua ya kwenda kwa wazabuni wakubwa ambao wamewapa kazi, kwamba watenge asilimia wa, thelathini, wazipe hizi e, vikundi vya vya vijana watakuwa vilevile wame satisfy requirement. Inawezekana kwa mfano CR SG katika mikataba mnayompa mkaongeza component, basi asilimia tano au kumi ya mradi huu. Hebu tuonyeshe ni kampuni gani za vijana za wanawake za wazee. Kwa hiyo we have to be very innovative katika hii hii hii pursuit ya kuhakikisha kwamba vijana, wanawake, wazee na walemavu tunawaingiza katika miradi yetu, kwa sababu bahati mbaya au bahati nzuri ni hitaji la kisheria. Sheria inatuelekeza tufanye hivyo na sheria imetoa remedy pamoja na adhabu juu yake. Kwa hiyo kwa kazi nzuri tunaoifanya, hebu tuhakikishe tuna tunaligusa ile eneo ambalo kwa bahati mbaya e, tumeshindwa kuligusa kabisa kwa zaidi ya miaka mitatu.